Naomba ni upe characteristics the narcissist. Unaweza kuwa na narcissist husband narcissist wife au friend au mzazi pia. Naomba niwape kwanza characteristic kubwa kwanza ya hawa watu. Cha kwanza, wanaamini wao hawafanyi makosa. Yes. Yaani yeye hana kosa na ni msafi. Kwa kila kitu kibaya kinachotokea, tatizo ni wewe. Cha pili, wanaamini wao wanafanya sana. Kwa hiyo hawaoni hata kitu unachokifanya. Wanaamini wao wako sawa na wanachokifanya ni saa. ni kingi. Yaani anyway, wewe hauna mchango wote. Cha tatu, hawa watu wana picha nzuri sana kwa jamii. Ni ngumu sana kudhihirishia jamii kwamba ana shida kwa sababu uh, public image aliyoamua kuiweka hata kwa ndugu na kila kitu, ni image fulani kwamba ni mpole, mnyenyekevu, mstaarabu. Let me tell you, ndani yeye ni nyoka ni nyoka na sisi. Unaweza ukakaa naye akakwambia nitakuwa mkatoka nje hivi kwenye public akakukiss akakupata zawadi mbele za watu, kudhihirishia kwamba yeye ni mzuri. Kingine huyu mtu lazima atakwambia una shida ya akili, atakwambia umelaaniwa, umelogwa, una akili mbovu, au wewe ni kichaa. Yani atakuweka katika mazingira ujione wewe una matatizo, kwa sababu hataki uweze kumkontrol kwao. Atakuweka katika mazingira fulani hivi ya unyonge. Kingine ni watu ambao wana wivu uliopitiliza. Hata kama ni mzazi, hatotaka kukuona na rafiki, hata kama ni mme wako, hatotaka kukuona na rafiki, au ni mke wako, hata kukuona. Yani wivu umepitiliza, yani ana wivu hadi kwa, kwa, kwa, kwa majirani, kwa kila mtu, yani yeye ana wivu uliopitiliza kwako kwa nini wanawivu uliopitiliza kwa sababu? Wanataka kukutumia wao wenyewe, so wanahisi kwamba watu wengi wakiingia kwenye maisha yako wataweza kuaccess na wataweza kukufungua akili ili uweze kuwajua uh, wao wakoje. Kingine nafsi sitapendi maendeleo yako. Kwa hiyo atakupa maneno ya kukatisha tamaa as as much as they can. Yes, umeanzisha kitu kwamba hicho hakitafanikiwa. Hata mume, hata mke atakupa tu maneno ya kukatisha tamaa. Hata mzazi atakupa maneno ya kukatisha tamaa, kwa sababu hataki maendeleo yako. Nafsis atakulani nafsis atakulaani, nafsi s atakutukana, atakutu, na atakutakia mabaya. Anaweza kukwambia, yaani ukif, ukifanikiwa niite mbwa, sijui ukifanya hiki utaona kitakacho kukuta, sijui na nini. Ni watu fulani hivi wana throw maneno na hayo maneno yatakufanya sasa uogope na utishike. Kwao lazima uta, uta operate under their influence au under their power kwa sababu tayari washa kutisha. Narcissist anaweza akakutukana, anaweza akakufanyia vitu vya ajabu yani, na, na baadaye kama mmeoana akakuomba tendo nada alafu kuna muda we ni mtu